Kwa Miriam Msangi ni binti ya miaka kumi na tisa, nimemaliza form six na timilikoge chuo currently ni host project inayoenda kwa jina la Beyond the Noise, kwa Kiswahili ni zaidi ya makelele. Projekti hii ikiwa inaenda na kauli mbiu inayosema ukimya tunaojenga ili kuponya maneno yanayoumiza, lakini goal kubwa ya projekti hii ni kupunguza mawasiliano hasi, mfano criticism, kushout kwa kutumia maneno yanayoumiza, na kuongeza upendo na mshikamano kati ya wazazi na watoto wao kote kote, majumbani pia na kwenye jamii. Projekti hii tumeihost badala ya kuona tatizo kubwa katika familia nyingi za Kitanzania ambazo wazazi wengi wanakuwa wanatamani w waelekeze watoto wao, lakini wanakwama na kujikuta wanashindwa kufanya dhumuni hilo kwa kutumia njia ambayo inatofautiana na dhumuni lao. Mara nyingi huwa wanatumia maneno ya kuumiza watoto bila kujua kwamba wana hawajengi bali wanajenga ukuta kati ya watoto na wao, na kufanya watoto wa lack confidence wawe na uoga na pia wasikua katika mazingira mazuri. So katika upande wako baba askofu, nashukuru sana kwanza kwa kubali mimi nawe kukutana. Unachukuliaje hili swali lako la mwisho inasema inafikiria nini kuhusu na mimi naitwa Askofu Dr. Valentino Mokiwa mstaafu wa kanisa Anglikana Tanzania kama askofu mkuu na askofu wa Dar es Salaam pamoja na majukumu mengine ya kiuongozi ambavyo nafanya sema mambo machache nyuma ya utamaduni wa kelele, nyuma ya maisha ya kelele. Hii theme mimi na kibali, Beyond the Noise, mimi kwangu ni theme inayoona kwamba ni kubwa, muhimu kipekee na ya msingi sana. Ukweli kwamba tunaishi kwenye ulimwengu wa kelele za aina nyingi za kijamii. Kwenye jamii kuna kelele nyingi sana, kelele nyingi makanisani, kuna kelele nyingi kwenye, kwenye, kwenye siasa kuna kelele kila mahali. Napenda ili, hii film kwa sababu inatuhamisha na kupeleka kwenye eneo jipya la kufikiri, kama unaona ukuta na kupeleka nyuma ya ukuta. Sasa beyond the noise, nyuma ya kelele, na zaidi inalenga kelele za kimalezi, kelele za mahusiano na kelele nyingine. Ni kweli kama tunaishi kwenye familia na jamii ambayo wazazi wa kike wanatumia tusi kutokana wazazi wa kiume hali kadhalika, wa kiume kwa wa kike wake. Jamii imejaa matusi na lugha chafu kukemeana na mambo mengine kama hayo, mambo ambayo si ya kawaida. Kukemea ni jambo la kawaida, lakini matumizi ambayo yako kinyume hayo siyo ya kawaida. Lakini sehemu ya pili, namshukuru Mungu. Uh, binafsi nimemwona Miriam kwa muda mrefu. Sasa hivi akisema ana umri wa kumi na tisa hata mimi mwenyewe nashangaa. Sasa nimemwona Miriam akiwa mdogo kabisa, mdogo sana. Na namshukuru Mungu kwamba tumesali naye, tunasali naye kwa katika chembe mtakatifu kwa tena sio ya kanisa Anglikana. Baada ya elimu yake ambayo sasa amemaliza kwa 6 na namshukuru Mungu amepangiwa sasa anakwenda chuo kikuu. Tena yeye ni mtu wa kwanza hapa kwenye ceko yetu perform hivyo. Kwa hiyo anaweka urithi mzuri kwa watoto na vijana ambao nao wako kwenye eneo la elimu wakisoma. Sasa beyond the noise, mimi kwangu sio theme inayopaswa kuvunjiwa heshima yake wala kupunguziwa uzito wake, sababu kila kinachozungumzwa na kinywa cha binadamu huwa kinakuwa na athari. Mtu akisema mi naona jambo hili ua litampeleka kweli. Mzazi akiita mtoto wake punda, asishangae mtoto wa kuferi akaja kufanya kazi za kipunda, na aina nyingine yote, na kukemea kusiko na kuelimisha, ambako wazazi wengi tunatumia kama kupumua na kutoa hasira mioyoni um, mwetu lakini ambazo hazibariki watoto au hazibariki watu zinakwenda zinazaa athari za kweli. Nafahamu mzazi aliyeita mtoto wake we malaya akafa kwa ukimwi. Nafahamu mzazi aliyeita mtoto shoga ni shoga. Nafahamu mzazi aliyetukana mwenzake, tabia zako za kijinga kama za, za baba yako au za mama yako zao wenyewe kwa, kwa tabia huwa zina- zinazungumza zina na zinazaa na zinatengeneza waathirika wengi wa tabia. Nao wameathiri wengine beyond the noise, kwa sababu nao ni waathirika. Sasa kwa mimi ina, ina, ina sukuma ina nisukuma na naisukumi na mwingine yote mwenye akili kwenda nyuma ya tabia hizo na kuona athari. Matokeo yake yatakuwa ni kutengenezwa upya kwa mtu, familia, ndoa, watoto, jamii na hata taifa. Kwa mi nataka nipongeze uh, binti wa umri huu kuweza kufikiria mambo makubwa, tena kufikiria mambo hayo makubwa yeye akiwa ye pia sio mhanga wa tabia hizo, lakini kufikiria jamii inakuwa na matumufu yale. Mimi nakumbeza sana Askofu ya projekti hii hmm. Na kuona kwamba kuna namna kweli inabidi tuiongee. Baba Askofu, ni askofu mstaafu pia, wewe ni mzazi mzazi Hivi ulishawahi ulishawahi kumfokea mtoto wako wewe kama mzazi? sikuwa na rekodi ya kuchapwa sana na wazazi wangu, lakini na rekodi ya kuponywa sana na wazazi wangu, kuonywa kwa mambo ya kawaida. Nami nikiwa kama mzazi uwe ni urithi mzuri. Biblia inaposema mlee mtoto wako katika njia impasayo na hata iacha ni matokeo ya makanyo na maponyo na mara kadhaa kama ilivyo kwajili kwayi kwa, kwa, kwa. Pia na mimi sina rekodi ya kuchapa sana watoto wangu kini, ndio, nime kemea, nime saw sawa. Lakini mu ndiyo nimekemea nimefokea na nitakemea na nitafokea chochote ambacho hakiko sawasawa. Dawa yake ya kukiponya ni kukisema na kukifokea na kukikemea, lakini ndani yake lazima kuwe na mafundisho ya kusaidia, sio kukemea tu, sio kukemea tu. Mtazamo wako wa kiroho, wazazi wengi wa Kitanzania wamekuwa wakitumia kauli mbaya katika kuwarekebisha watoto wao, wamekuwa wakitumia kauli za kuumiza zinazotengeneza utofauti kwa watoto wao. Je, unaona, unaona vipi au unafikiria ni hali gani nzuri ambayo mzazi anapaswa kukabiliana na jambo la kumkanya mtoto wake bila kutumia kauli zile chafu? Au ni kuna suggestion gani unawapa wazazi kutumia kauli nzuri katika kumkanya mtoto badala ya kutumia zile kauli chafu kumkanya mtoto? Uh, asante sana Miriam inakupongeza pia kwa hata kwa busara kunadonoa kule ambapo tk kweli ni fashion. Fashion na fashion ya kawaida kwamba mzazi kaumizwa kazini anakuja nyumbani analeta hasira itakayovunjia amani wak, hakuna anayefokewa kwa jambo lisilo la haki kabaki na amani lakini, kuna wanaofokea kwa makusudi ya kupiga na, kama nilivyosema, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iaci kulea. Kuzuri kuzalisha confidence kwa mtoto muma, kwa watu wote waliotoka nje ya nyumba zao wakiwa wamefungashiwa uwezo na kujiamini, walifokewa kwa sura ya kuelimishwa, wakajengwa na wakapewa urithi mzuri wa kujiamini, hivi nao watakwenda kupicha. Wazazi wengi, ambayo inaonekana kwamba ni jambo la kawaida, ni fashion, kutokana na mtoto kwa jina la mbwa, kwa jina la paka, kwa jina la baba mwenye tabia za ulevi, au kwa mama mwenye tabia za za ajabu, wame, wame, wamefanya vile wenyewe kwa sehemu kubwa au baadhi wakiwa wenyewe ni wahanga wa tabia hizo. Kwao ushauri wangu ni busara katika katika ku katika kuonya na kukemea kusiwe kule ambako kunaficha hasira ya mtu na kupiga mwingine, hasa mtoto au kijana, na kumsababishia maumivu yatakaoleta unyonge, yakanyang'anya confidence, yakamrudisha mtaani kama mtumu Akiumia nyumbani ataumizwa zaidi mtaani. Akijengewa confidence akalindwa vizuri akashauriwa na kukemewa na kukwenda vibaya, inamjenga mtoto katika hali ya kuimarisha bondi ya famili na mtoto huyu. Popote utakapomweka ataeleza mawazo yake vizuri, atajiamini, atakuwa na misimamo iliyo sawasawa. Kwa hiyo wazazi walioumizwa wasiumize watoto kwa maneno machafu Wazazi ambao wanatoka kwenye background hiyo, kwamba walikuwa wanafanywa wakesho, wakitukanwa na wazazi, wasitumie hiyo. Wazazi ambao wana migogoro, wasitumie migogoro yao kwenye kuonya na kukemea na kuumiza watoto. Walifundishwa wazee wa zamani, kipishana msiumizi wa nyumbani mwao. Kwa hiyo ni, ni kurejea tu maadili ya zamani ambayo kwa kweli yenyewe ni dawa na nguzo mkubwa kwa kurekebisha mambo. Labda kwa kumalizia, swali la mwisho ni kuombe, una ushauri gani kwa wazazi ambao huaga wanakasirishwa na vitendo vya watoto wao na kutoa maneno machafu kwa watoto wao, unawashauri nini au unawapa njia gani, hata kama ni ndogo, ambayo inaweza ikawakabili wao kupunguza zile hasira na kuwarekebisha watoto kwa njia ya busara? kwamba wote watakosikia habari ya project hii waiunge mkono, kuiombea, waiunge mkono wa kushiriki. Siku moja ulikuwa public speaker ukielimisha watu jionana, lakini pia kwa kuwa ni program itakayopelekea wewe kutengeneza publications ni vizuri kwa support kifedha kwa nakaribisha, ninaomba mimi Askofu Mokiwa niaba kwa ni ajili uh, ya milia hii project iungwe mkono, sehemu ya kwanza kama uh, a statement of appreciation kwa ubunifu kwa, kwa ambao ni changamoto ya kweli katika n pili, nina toa wito kwa wazazi, kwanza wazazi ambao wenyewe ni wahanga victims wa malezi yaliyokuza yakiwa wanaita mbwa wanawatukana majina malaya gani kitu gani vingine, ambao kwa kweli si mfano. Waache, ningesema waache mara moja kutumia lugha hizo kwa watoto, sababu haziingii masikioni zikapotea. Zaingia masikioni ni kuzaa athari. Watakuja kushangaa, kwa, kwa nini mtoto wangu anakula madawa ya kulevya kumbe alitukanwa kwa namna ambayo ataingizwa kwenye jamii jamii yenye tabia fulani, akawa mwanachama kule, akawa mwathirika nyumbani. Lakini badiliko la tabia linajumuisha pia ujenzi wa mahusiano mazuri kati ya baba na mama, mama na baba na watoto. Kwa hiyo hapo sio triangle, ni, ni, ni, ni pande mbili wazazi kwa watoto, watoto kwa wazazi na familia kama kama kama mcu kama anayotegemea. Tukibadilika katika lugha na kuiga hizi popular trends za mavazi mabovu, lugha mbovu, tutakuwa eh, tumekwenda kule Beyond the Noise kwa maneno haya machafu ya kiachwa yanaleta maumivu, si kwa mtoto kumtukana kwa mtu mbwa, sema usikii tu, sijibu kwamba wewe na yeye ni mbwa, maana ni mbwa anaweza mbwa. Sasa tukiachana na hayo tukajenga utamaduni wa kuonyana kwa kuelimishana kwa upendo kwa kuombeana kwa kuambiana ukweli na kwa kutafsiri, tutakuwa tunakwenda beyond the noise, tutakuwa tunaishi culture of cooperation, respect, dignity kwa sababu ukienda kwenye shule kuna walimu ambao nao wanaleta frustrations shule. Uh, using, you to, modia, na hivi juzi nimeona klipu moja mwalimu akiwa amefukuzwa kwa sababu wametumia matumizi ya nguvu kukemea mtoto na hatimaye kamuumiza, okay, na, na kumdhalilisha. Sasa ukitazama, yule ni zao la jamii fulani katika familia fulani katika jamii ambayo imelea mtu wa namna hiyo, na mtu huyo anakwenda kusomea walimu anakuja kufundisha wenzake, lakini pia tunao watoto mashuleni. Na hii inaonyesha tu kwamba shule zetu nyingi hazina idara za ushauri na saha, iwe ni waelimu, iwe ni, ni maadili, iwe ni chochote kile, tunashughulikia watoto watoro kwa mkwaji Kumbe ni mazao yaliyokosewa ya nyumbani ya ya kwa lazima pawepo na namna ya kuyarekebisha hayo. Kwa elimu mimi na familia mwanaingia vizuri. We must move beyond the noise ili kusudi tuweze kuona the types of noise na kujua jinsi gani kusaidia. Muhimu sana. Asante sana baba askofu, yes, katika kuunga mkono kwenye tiv na kutoa mawazo yako ili wazazi wengine wanufaike. Sasa na wewe balozi, balozi wetu wa kuzungumza beyond the noise, yes, zitoe zile sauti chafu ili watu waishi kwenye maisha yes. Na chepo yetu nakutegemea, nakute yes, na kutazama kwa matumaini makubwa. Usirudi nyuma, endelea kuwa mtu mzuri, nameakubai.